Wakieleza changamoto ya matibabu ilivyosababisha baadhi ya kina mama walio kwenye ndoa kuzidisha matumizi ya uzazi wa mpango na kuathiri idadi ya watoto kijijini hapo, wananchi akiwemo Avelina Manga wanasema kitendo cha kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 57 kufata matibabu hospitali ya mji Kibena wakipita kwenye barabara mbovu kilikuwa tishio kwenye maisha yao, jambo ambalo likawafanya kupunguza kuzaa, hivyo ujio wa mradi huo unahamasisha kusitisha matumizi yaliyopindukia ya uzazi wa mpango ili kupata watoto wa kutosha. Tumefurahia sana kuletewa kituo, kwani hata uzazi wa mpango utapungua na sisi wa mama wengi tutazaa, tutatoa uzazi wa mpango maana tulikuwa tunashindwa kuzaa kulingana umbali wa kwenda kituo cha afya. Angalia mama nakuta na watoto mmoja wawili, nimefunga kuzaa nimeka uzazi wa mpango ila kituo kimezunguka na kata nyingine ambazo zina vijiji jirani kwenda kuhudumia zaidi ya kata tatu zilizoko jirani yetu, wakina mama hasa sana wale wa mama ambao wapo kwenye ndoa wazae, washike mimba, wasiwe na hofu juu ya afya. Wakati wananchi wakionyesha kufurahishwa na ujio wa mradi huo, mbunge wa jimbo la Njombe Mjini Deo Mwanyika na diwani wa kata ya Iwungilo Geofrey Mhando wanaibuka na kueleza changamoto nyingine zinazokikabili kituo hicho ambazo ni gari na upungufu wa watumishi. Tuna changamoto chache na siku zote changamoto haziishi, lakini tuzitatue kadili zinavyokuja. Tuna uhakika hiki kituo kitakapokamilika kitahitaji watumishi wengi zaidi. Wananchi wengi walikuwa wanateseka wanakodi magari mpaka Kibena, ambapo ni kilomita zaidi ya 60 kutoka hapa. Mara baada ya kukagua kituo hicho kilichojengwa kwa mapato ya ndani na halmashauri ya mji na kisha kusikiliza changamoto za wananchi, ndipo naibu waziri wa TAMISEMI Dr Jafari Rajab Seif anaahidi kwenda kufanya kazi ombi la gari na kuongeza watumishi ili wananchi wanufaike na mradi huo. Kwenye gari la wagonjwa hili nalichukua mwenyewe binafsi kwa sababu ni baadhi ya vituo vina changamoto kama hizi. Nalichukua hili swala niende nalo. Kakaangu Deo, usiwe na wasiwasi. Kwenye eneo hili mmefanya kazi kubwa sana, kwa sababu ripoti inasema ni mapato ya ndani na nguvu ya wananchi. Mtaalamu wa afya ni marufuku kutumia lugha za kuuzi kwa wagonjwa wetu. Mradi mwingine uliokaguliwa ni ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje hospitali ya mji Kibena ambao utagharimu zaidi ya milioni mia tisa, na hapa, Kenan Rimu ambaye ni mwakilishi wa meneja wa wakala wa majengo TBA Njombe anaeleza hali ya ujenzi. Na kwa sasa jengo limefika kwa asilimia sabini, kwa sehemu iliyobaki ni kusimamisha nguzo pamoja na jamvi la juu tokaa. Na eneo ambalo jengo la, la, la, la, la, la, la, la OPD lipo ni eneo ambalo ni finyo. Tukao tumeshauri kwamba kutokana na msingi uliokuwepo chini basi, kuna uwezekano pia tukawa na fo nyingine ili katika namna ya kuongeza huduma kwa wananchi na pia kutumia eneo kwa, kwa, kwa muda sahihi. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.